Acha mapepe mwanangu, umetoa mwisho, umetoa Madaraka Records Studio yetu. Huyu tunamchukua. Actually, actually ndio mshindi wa last week. Bwana yeye hajapendelewa, ila kila siku inategemea ubavu uliowamkia leo. Ubavu wako baba au sio? Oya, mdogo wangu, safu sana. Be humble, keep being humble. Mpole hivyo hivyo, raia ndio watasema huyu kiboko. Vitu vidogo sana atakuelekeza kado, mtaweka sawa utamwambia uta DVD mtafute mta dogo moja hana faida yoyote, ni mdogo wangu anaitwa DVD. Alafu ongea ongea naye sana, atakwambia kuhusu mimi. Endelea na kazi ulosomea bro. Okay, ama coffee kwa Nikki Mbishi, au sio? one of the legend wa Ismamba, au sio? anajua ni ni mmoja kati ya watu ambao wametuinspire sana sisi watu ambao tunafanya tu freestyle. So <laughs> nilijua utasema ni mmoja kati ya watu wabishi wabishi. Asa <laughs> <laughs> siwezi kusema tena wabishi wakati eti yale mbishi. So hiyo ni obvious tu iko hivyo. Unajua? By the way, shout out to him amekuja kushow love leo. Shout out to you big brother. Oh yes.